Na dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit, piga nyota 149 nyota 01 alama ya ready, chagua pindua pindua, pindua. Vodacom, power to you. Jawabu ya tatizo kubwa sana hapa Tanzania na la kimataifa kwamba watoto wanaenda wanakaa mashuleni miaka sita saba nane mpaka kumi, wanatoka wengi wao, idadi kubwa uh, hawajui hawana stadi za msingi. Kwa hiyo tukasema labda jambo la msingi ni kwamba mwalimu ambaye ndiyo chanzo cha uwezo na uelewa wa watoto wetu, labda yeye tukimwotisha yeye, tunaweza tukabadilisha mwelekeo huo wa kwamba watoto hawajifunzi. Kwa hiyo tukumbuke kwamba sio lazima kwamba elimu yaani shule ni elimu. Unaweza ukaingia shuleni ukatoka bure. Sasa tulichokifanya ni tofauti kabisa, ni kumotisha mwalimu mmoja mmoja yule mwalimu ambaye anaingia darasani anafundisha Kiswahili au hisabati au Kiingereza wa darasa la kwanza la pili na la tatu. Kawaida walimu wa eh, madarasa ya mwanzo huwa hawapewi kabisa motisha. Kawaida wao wanaokwenda kufundisha ni wale ambao ni wapya kabisa katika tasnia ya kufundisha. Kumbuka kwamba walimu wanapewa mafunzo, walimu wanapewa nyenzo za kufanyia kazi, walimu wanapelekwa semina, wanapigwa wana msasa za kila aina, lakini motisha hatuisikii kwa walimu na motisha hii hey, ni tofauti. Sio kwamba unamwambia hebu ngoja nikuongezee kidogo hapa, alafu nenda ufanye kazi kwa bidii. Sisi tumesema hapana, sikiliza, sisi tunakuahidi kwamba watoto wako wakifaulu stadi fulani, na kumbuka, sio mitihani eh? Mtofautisha, sio mitihani. Wakiweza kufaulu stadi za msingi za elimu, basi kwa kila stadi ambayo wanaweza kufaulu: kusoma, kutofautisha namba kubwa ndogo, kusoma sentensi, kutofautisha silabi au maneno, basi kila stadi ina matokeo yake mazuri kifedha kwako wewe kama mwalimu kwa hiyo tumefanya hivyo na tumeona kwamba matokeo ni kwamba mwalimu anajituma, wanashirikiana, wana, wanasukumana ili watoto ambao wako chini ya himaya yao katika mambo ya kujifunza wanajifunza kikweli kweli, eh? Ndio maana sasa unampa mtu motisha baada ya tuseme hata mwaka mzima, baada ya kumpa yeye huyo ahadi hiyo eh? Na yeye anajituma kwa muda wa kipindi chote hicho akiwa na imani kwamba ile, ile zile juhudi zake zote zile zitaleta matokeo chanya kwa mtoto na kwake yeye kama mwalimu. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote. Jishindie treta aina ya jondia 5065, bodaboda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu: piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha chagu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

Kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri, chagua pindua pindua. Vodacom. Vodacom. Power to you.